Tutaangalia masuala ya siasa lakini kikubwa tutamulika kasi ya Dr. John Pombe Magufuli ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu ya tano sasa, na hii ni kutokana tu na, na, na, na jinsi alivyoanza mpaka sasa hivi, huku wengi wakiwa wanajiuliza eh, eh, bado hajaunda baraza la mawaziri lakini kasi anayoenda nayo eh, ni kama utafikiri amekuwa na timu ya watu wengi ambayo wanafanya nayo kazi, ijapokuwa mpaka eh, sasa bado kuna kitendawili cha kuteua mawaziri. Tutafahamu mengi kuhusiana na masuala ya siasa hapa kutoka kwa Bwana Adolf Mkono ambaye yupo hapa unamwona mbele ya skrini yako. Adolf, karibu sana. Nakushukuru sana. Sana, na, Asante sana na na, na kikubwa nilimwahidi mtazamaji kwamba nitarejea hapa na Adolf kuzungumzia masuala ya kisiasa, lakini kikubwa tutaangalia kasi ya Dr. John Pombe Magufuli toka alivyoanza eh, toka alipochukua madaraka mpaka sasa. Tunaona vitu vinaibuliwa, tunaona fedha eh, nyingi zinaokolewa. Eh, wewe ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa eh, nini mtazamo wako katika kasi hii ambayo ameanza nayo? Kwanza ni kushukuru mtangazaji kwa kuweza kunikaribisha mahali hapa eh, lakini kitu kikubwa ambacho nafikiri kiko wazi, ambacho nafikiri mtazamaji wetu anaweza kawa nakifahamu bila shaka, ni kwamba kwa kasi aliyonayo Daktari Magufuli inastahili kupongezwa. Watu wengi hatukuweza kutarajia, hasa ukizingatia kwamba kutokana na historia ya chama chake, ilikuwa ni vigumu sana kuamini kama anaweza akaibua na kufuatilia kwa ukaribu sana haya masuala ambayo mpaka sasa hivi tunayaona lakini kikubwa ambacho kwa mbele yake na nafikiri ambacho watu wengi tunapaswa kwama kinacho tunapaswa kujiuliza kujiuliza, kasi aliyonayo Dkt. Magufuli, je, ataweza kuendelea nayo? Hayo ni maswali ambayo lazima watu waanze kujiuliza na ma, kwa maana kwamba kama itatokea hiki anachokifanya kisiweze kuendelea mpaka mwisho, lazima kuna matokeo ambayo tuyategemee, ambayo yanaweza akaashiri haya matumaini makubwa aliyeweza kuwapatia wananchi. Lakini kikubwa ni kwamba kwa mwanzo kabisa, kwa jinsi alivyoanza anastahili pongezi, anastahili kuunga mkono na Watanzania walio wengi mm. kwa hizi hatua za mwanzo ambazo ameanza nazo mm. Uh, tumeona kuna uh, kuna watu ambao sasa hivi hawana kazi kutokana na kasi hii. Kuna watu ambao wa sasa hivi wanapelekwa mahakamani kutokana na kasi hii uh, labda uh, ukijaribu uki, uki, uki, uki, uki kuangalia viongozi ambao wamepita, unafikiri uh, ni, ni, ni, ni kwa nini hatukuona vitu hivi. Inategemea ni aina ya, ya mtu au ni, ni, ni, ni mfumo ambao labda tuseme, mfumo mpya wa chama ambao wameamua kuja nao. Nakushukuru sana. Unajua, ukiangalia sana kwenye hili suala ambalo Dkt Magufuli anajaribu kuchukua hizi hatua, kwa njia moja ama nyingine ni kwamba analazimika kulingana na wakati. Utakumbuka wakati tu Dkt Magufuli ametangazwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jiji la Dar es Salaam ambalo kwa kiasi kikubwa ndo linatoa taswira ya nchi nzima, lilikuwa katika hali fulani, kama masikitiko, masikitiko fulani hivi. Kwa hiyo, ilikuwa inamlazimu Dkt Magufuli ajenge saikolojia Watanzania kuweza kumwamini na ndio maana unaweza kufuatilia mambo mengi ambayo ali, alianza kuyafanya hapa katikati. Wakati ameanza kazi, alikuwa akilenga jiji la Dar es Salaam. Kwa mfano kama zile hatua za kwanza za kutembelea jiji la Dar es Salaam, ni kero ya watu wengi ambao wako hapa mjini. Ukiangalia zile hatua zile alizojaribu kuzichukua kule Wizara ya Fedha na na, na nili kule TRA na kule TRA ni ni, ni, ni, ile katika kuteka hisia za jiji la Dar es Salaam ambalo ujio wake au ushindi wake haukuwa umepokelewa kwa furaha kubwa hasa baada ya kutangazwa. Kwa hiyo ni kwamba amejaribu kutafuta support ya watu na kweli katika hilo amefanikiwa. Sasa kitu ambacho tunapaswa kuangalia, uko nyuma haya mambo alikuwa yaoni, ukweli ni kwamba walikuwa wanayaona, lakini kutokana na pressure kuwa ndogo ambayo ilikuwa na msukumo kutoka kwa watu, pengine walikuwa wanaweza kupuuza, lakini kutokana na hali ilivyokuwa watu wakiwa waki wamekerwa sana na masuala ya ufisadi, watu wakiwa wamekerwa sana na utendaji mbovu, watu wakiwa wamekerwa sana na uzembe. Ilikuwa ina, ina mlazimu kiongozi wetu ambaye angekuja ni lazima abadilishe hiyo hali ili kusudi aweze kupata sapoti ya watu mm -hmm. Utakumbuka wakati wa kampeni Dr. Magufuli alijaribu kuzomoa pale Ubungo. Sasa unapokuwa umesha kuwa mtawala, nafikiri sio vizuri sana tena kuendelea kukutana na hali hiyo, kwa njia pekee tu ya kuhakikisha kwamba anaepukana na yale mambo ilikuwa ni kuhakikisha ana, ana, ana miti kile watu ambacho walikuwa wanakihitaji kwa hiyo mfumo ambao alikuwa nao huko nyuma na hali ya wananchi ambao walikuwa wa, wa, wa wamejenga ufahamu kupitia katika uchaguzi huu, ndio mambo ambayo kimsingi kabisa alikuwa anaweza kumsukuma kufanya haya ambayo leo tunaona anayafanya. Lakini kitu kingine nafikiri ni uzalendo na uthubutu. Ni kweli unaweza ukapata chance, lakini kama hauna uthubutu na uzalendo, wakati mwingine unaweza kufanikiwa. Mimi nafikiri Magufuli ameweza kuonyesha kwamba yupo tayari kwa ajili ya kuthubutu, yupo tayari kwa uzalendo kwa ajili ya nchi yake. hmm. inawezekana sasa wapinzani wakakosa la kusema? Sidhani kama inawezekana. Lazima tujaribu kufahamu na kuangalia, pamoja na hayo yote ambayo Dr Magufuli anafanya mpaka sasa hivi, kuna changamoto ambazo ziko mbele yake zitakazo kuja kumkabili kwa mfano, hata hizi hatua ambazo tayari ameshazichukua kwamba unawashika, una watumishi kama wa TRA unawapeleka mahakamani, lakini at the same time unaochukua wale wafanyabiashara unakaa nao na unaonyesha na, na, una, una, una kuwasamee kuwasamehe kwamba pengine lipeni kila ambacho mlikuwa umetibia halafu tuendelee -tut kufanya kazi, lakini wale watumishi wewe unawapeleka mahakamani, ikiwa ni pamoja na mali zao, kuonyesha kwamba waskazireshi tayari kwa kuweza kufilisiwa.